Rais William Ruto ameelekeza darubini yake katika eneo la Nyanza, akitafuta uungwaji mkono katika azma yake ya kutetea kiti cha urais katika uchaguzi mkuu ujao, akisema kuwa maslahi ya wakazi wa eneo hilo yatashughulikiwa wakati wa utawala wake. Akizungumza na wakazi wa mji wa Kisumu katika mzunguko mashuhuri wa wa Kondele, kiongozi wa taifa alisema mazungumzo yanayoendelea ya kuunda muungano wa kisiasa kati ya vyama vya UDA na ODM yatalihakikishia eneo hilo nafasi ndani ya serikali na kutimiza ndoto ya aliyekuwa waziri mkuu marehemu Raila Odinga kwa taifa hili kuungana. Na kama mwanahabari wetu Wycliffe Oketch anavyotuarifu, rais pia aliusuta upande wa upinzani akisema wamekosa mwelekeo wa kisiasa. Sherehe ya tano ya kufuzu kwa mahafali katika chuo kikuu cha Uzima huko Kisumu ilitoa fursa kwa rais William Ruto kuwakumbusha Wakenya kuhusu mafanikio ya ajenda ya mageuzi ya kiuchumi almaarufu bottom up, ambayo alitaja kuwa nguzo ya utawala wake na ambayo imeliweka taifa hili katika mkondo faafu wa maendeleo endelevu. <coughs> Rais alisema kuwa mfumo mpya wa afya, mpango wa nyumba za bei nafuu, pamoja na mikakati wa uwekezaji akiba

Boma Yangu. Rais aliweka jiwe la msingi la mradi wa ujenzi ya awamu ya pili ya nyumba za gharamu nafuu huko Kanyakwar, ambapo alielezea lengo la kuimarisha makazi humo nchini. Pesa ile tumeweka Kisumu County ya kujenga manyumba ya kujenga masoko, ya kujenga hostels ya vijana wetu ni shilingi bilioni 44. Hakuna administration ingine ambayo imeweka pesa bilioni 44 hapa Kisumu County. Na ndio sababu hiyo mimi nawaeleza ndugu zangu, watu wa Kisumu, hii mpango itatusaidia kupata ajira ya vijana. Baadaye rais alikutana na wakazi wa Kisumu katika mzunguko wa Kondele ambapo aliwarai kumuunga mkono katika uchaguzi mkuu ujao. Wale jamaa, mi nawaeleza hapa Kisumu na Kenya mzima, kila kiongozi anachaguliwa na ile kazi amefanya. Hakuna mtu anachaguliwa kwa sarakasi, hakuna mtu anachaguliwa kwa ukabila, hakuna mtu anachaguliwa kwa maneno kila kiongozi akuje mbele yenu aseme ile kazi amepiga amefanya. Nyinyi mpige msasa, mchague kiongozi ambaye yako na ajenda, ako na program, ako na sera, ako na maono, ako na maendeleo. Rais Ruto aliwaelezea wakazi hao kuwa maslahi yao yatashughulikiwa ipasavyo katika utawala wake. Rais alisema mazungumzo ya kuunda muungano wa kabla ya uchaguzi kati ya vyama vya ODM na UDA yatahakikisha eneo la Nyanza halijatengwa kisiasa. Tumekubaliana tuongee na ndugu zetu wa chama ya ODM, tutengeneze serikali ya 2027 nyinyi watu wa Kisumu, mimi naomba ruhusa yenu, jameni, munakubali? Tutengeneze serikali pamoja chama ya ODM na chama ya UDA. Sisi kama ODM, wiki uliopita chini ya mwenyekiti wa Dr. Oburu Odinga tulipitisha ya kwamba sisi kama ODM tunaenda safari ya Kanaan tukipitia Singapore na tulikuja hapa Kondele tukathibitisha siku ya Jumamosi. Rais Ruto pia alitangaza kwa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR kutoka Malaba hadi Kisumu utaanza mwezi Machi, ikiwa ni sehemu ya mgao wa bajeti ya kufanikisha maendeleo katika eneo la Nyanza. Tuko pamoja, tunasonga mbele.